Kwa Mheshimiwa Waziri, no. cha kwanza tueleze kidogo tu hii miaka 30 ya VETA ina nini ya kusema? Uh, ni miaka 30 ya VETA kama taasisi maalum ambayo sasa inafanya kazi, sio idara ya serikali, lakini taasisi inayojitegemea kwa ajili ya kusimamia mafunzo haya ya ufundi na ufundi stadi, lakini ni miaka hamsini ya mfumo wa kitaasisi wa kitaifa uendeshaji wa, wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi kwa sababu idara maalum kwa ajili ya shule ilizalishwa ilizaliwa mwaka 75 kwa hiyo ni maadhimisho mawili. VETA ni product ya hiyo idara ambayo ilikuwepo wakati huo. Sasa kwa kipindi hicho, kwa kweli tumeona mafanikio makubwa, na wakati wa kuzunguka huko tumekuta watu wanaosema mimi nimejifunza kutoka VETA, na unaona vitu ambavyo wanavizalisha sasa hivi. Kwa hiyo imekuwa ni fursa kubwa, na ndio maana matamanio ya watu kila mahali unapokwenda ni kwamba serikali iweke chuo cha VETA na rais wetu ameagiza kila wilaya hapa nchini iwe na chuo cha VETA chenye hadhi ya wilaya na katika kila mkoa kuwepo na chuo kimoja ambacho kina hadhi ya mkoa. Kwa mfano Songwe, chuo chenyewe kimejengwa Ludewa, lakini kile ni cha hadhi ya mkoa. Sehemu nyingi vio vya hadhi ya mkoa vimejengwa pale pale makao makuu. Kwa hiyo tukiangalia nyuma, tunaona ni miaka ya mafanikio makubwa, imetusaidia kuwajengea vijana ujuzi wengi. Na hata majuzi nimekuta na mtu mmoja anafurahi sana, ndugu yake alisoma VETA tayari ana ufundi anajitegemea kwa maisha, akawa anapongeza sana kazi zilizofanya. Kwa hiyo naamini na nyinyi mtakavyokuwa mnapita, mtapata shuhuda nyingi sana za mafanikio makubwa ya VETA. Sisi tunaangalia mbele, tunataka kwenda juu zaidi kuliko tulikotoka. Tunajivunia tulikotoka, lakini hatutaki kuridhika, tunataka kwenda mbali zaidi. Ndio maana tuliwaambia VETA waimarishe zaidi mahusiano na viwanda na wazalishaji wengine inaitaji, eh, wa bidhaa ambazo zinahitaji ujuzi unaofundishwa katika VETA. Na leo ni, ni mambo ya nguo na, na mavazi ambayo yamefanyika hapa, kama Mshamsha anavyosema Anthony hapa ni jambo zuri, lakini lengo kubwa sana ni kuwasikiliza hawa wadau wafikirie VETA ifanye nini. Yaani, sisi tufanye nini ili wanaotoka wanaohitimu kwenye VETA waweze kuwa na manufaa kwao mara moja, lakini vile vile ili wao na sisi tufanye kazi pamoja. Hizi juzi nyingine ujuzi unaopatikana mara nyingi sio kwamba ni wakufundisha watu darasani, mwingine ni utundu e, mtu ana utundu wake mzuri, lakini sasa anaweza kufundisha watu wengine, na ndio maana VETA na utaratibu wa kurasimisha ujuzi kwa, unaweza kuwa umemaliza darasa saba lakini ujuzi wako ukipimwa unaonekana ni mkubwa sana, utapewa cheti na tuko tayari kukuchukua utusaidie kufundisha watu vile vile katika vyuo vyetu. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lakini kuna maeneo mengine mengi sana. Unaona majengo makubwa ya kijengo hapa Tanzania, kuna makampuni ya kichina yanakuja kujenga, na tunataka hatimaye tuzalishe mafundi wazuri kwenye DIT kwa kweli. Sasa hivi tumejenga mahusiano na chuo kimoja China ambacho kinazalisha mafundi wanaokuja kujenga majengo makubwa kama haya. Sasa Sa, tumepeleka vijana 30 kwa kuanzia, lakini tunataka kupeleka wengi zaidi. Sasa tungependa kwenye VETA mafundi wa kuweka tiles na kufunga madirisha milango, na kila kitu, wazalishi na wao ni mafundi wazuri sana. Aa, na ili tuweze kufika huko, pamoja na wakufunzi walioko VETA, tunataka kufanya kazi na makampuni ya ujenzi ili vijana wetu wawe wakajifunze kwa vitendo katika maeneo ya ujenzi, hasa yale ule ujenzi ambao unapimwa, lazima uwe na viwango vizuri, ili wanafunzi wetu wakifanya kazi ionekane kwamba ni nzuri. Kwa hii ni amshaamsha sasa hivi ya kwenda mbele Tunasherehekea, tunaadhimisha tulikotoka, tumetoka tumefika vizuri, na sasa tunataka tuende juu zaidi.